Wa kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 2020 na 20 mpaka 2025 mimi Damas Ndumbaro kwa kushirikiana na wananchi wa Songea mjini na viongozi wa chama wa Songea mjini tumetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa mafanikio makubwa sana. Leo tarehe 30 ya mwezi Juni 2025, nimekuja katika ofisi za Chama cha Mapinduzi wilaya ya Songea mjini kuchukua fomu ya kugombea ubunge, kuonyesha azma yangu ya kugombea tena na kurudi kuwatumikia wananchi wa Songea mjini kwa kipindi cha mwaka 2025 2030. Pamoja na kwamba tuna mengi tumeyafanya, mji wa Songea unapendeza, unang'aa, maendeleo tunayaona, miradi imetekelezwa sana, bado tunahitaji kuufanya mji wetu kuwa jiji. Kwa hiyo moja, tunataka katika miaka hii mitano tuifanye Songea kuwa jiji. Lakini la pili, tunataka kukuza viwanda Songea. Tumeshalipa fidia eneo la EPZA mwenge mshindo shilingi bilioni tano nukta tatu. Sasa tunataka eneo lile lijengwe viwanda. Lakini tatu, tunataka tukuza elimu na asa vio vikuu. Tukiyafanya hayo kwa miaka hii mitano tunabadisha Songea yetu kuwa jiji katika nchi hii na Songea itapata mafanikio zaidi. Lakini wakati huo huo, na kila sababu ya kuwashukuru WanaSongea kwa kunipa ushirikiano mkubwa miaka mitano hii iliyopita. Ninaomba ushirikiano wao katika miaka mitano ijayo, tuweze kurudi kuleta maendeleo na ufanisi katika manispaa ya Songea.